hadi leo unapata tabu kwenye mapishi yako kama jibu ndiyo basi suluhisho lako ni mr magesi supplier ndiyo mr magesi supplier anauza na kujaza gesi za aina zote si hayo tu anasambaza sehemu zote mjini na mashamba kwa matumizi ya majumbani mahotelini viwandani na kwengineko. Kikubwa zaidi, Mr Magesi supplier anakuletea huduma bila ya malipo, yaani bure. Mpigie simu Mr Magesi uletewe kwa muda mchache. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0672564477. Nairudia 0672564477 na 0659424256, 0659424256. Mr. Magesi anasema gesi bora ni pishi imara na suluhisho la chakula chako. Nyote mnakaribishwa <mucho>